nakualika leo tuzungumze kuhusu utatu mtakatifu maana wengi wetu tunachanganya sana na ishafika hatua tukaambiwa wakatoliki tuna mungu watatu karibu sasa moja maana ya utatu mtakatifu kanisa katoliki linafundisha kwamba mungu ni mmoja katika nafsi tatu baba mungu muumbaji mwana Yesu Kristo, mkombozi. Roho Mtakatifu, mfariji na mshauri. Hii haimaanishi kuwa kuna miungu watatu, bali Mungu mmoja aliye na nafsi tatu tofauti. Huu ni fumbo kuu la imani ya Kikristo, ambalo akili ya kibinadamu haiwezi kulielewa kikamilifu, lakini linaweza kukubaliwa kwa imani. 2. Asili ya fundisho la Utatu. Mafundisho haya hayakubuniwa na wanadamu, bali yanatokamana na ufunuo wa Mungu mwenyewe katika historia ya uokovu. Katika Agano la Kale, Mungu alijifunua kama mmoja: sikiliza, e Israeli Bwana Mungu wetu, Bwana ni mmoja. Kumbukumbu kumbu la Torati 6:4. Lakini pia kuna ishara za Utatu, katika uumbaji, na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Mwanzo 1:26. Katika Agano la Jipya, Yesu alifundisha wazi kuhusu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mateo 28, mstari wa 19 mstari wa 17. Katika ubatizo wa Yesu Baba alizungumza kutoka mbinguni, Yesu alikuwa anabatizwa na Roho Mtakatifu alishuka kama njiwa Mathayo tatu, mstari wa 16, mstari wa 17. Tatu. Fumbo la imani utatu si hesabu ya kawaida ya moja jumlisha moja jumlisha moja sawa sawa na tatu, bali ni fumbo la upendo. Baba anampenda Mwana. Mwana anampenda Baba na Roho Mtakatifu anatokana na upendo kati ya Baba na Mwana. Hivyo, Mungu ni umoja kamili wa upendo wa milele. Nne, Kanisa Katoliki na fundisho rasmi. Katika Mtaguso wa Nikea miaka 325 na, na baadaye Mtaguso wa Kalcedonia miaka mia moja arobaini na moja. Kanisa lilieleza wazi kuwa Yesu Kristo ni Mungu kamili na mwanadamu kamili. Roho Mtakatifu ni Mungu kikamilifu, si kiumbe au nguvu tu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wote ni wa milele, wenye uwezo sawa, na wanashirikiana katika kazi zote za Mungu. Maisha ya Kikristo na Utatu. Namba tano: Maisha ya Kikristo na Utatu. Utatu hauishii kuwa fundisho tu, bali unaathiri maisha ya kila siku. Tunaanza sala zetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sakramenti zote Hutolewa kwa jina la Utatu. Maisha yetu ya kiroho yanalenga kushiriki upendo wa Utatu. Namba sita, mifano ya kuelezea Utatu. Hata kama tunaweza kuelewa kikamilifu, tunayo mifano ya kusaidia kuelewa fumbo hili. Mifano yake Jua linatoa mwanga, Mwana, joto, Roho Mtakatifu, lakini bado ni jua, Baba. Maji, hali ya maji ni ile ile, lakini yanaweza kuwa barafu, mvui au kimiminika tofauti, lakini yakiwa kitu moja. Mifano kama moyo wa familia Baba mama na mtoto ni watu tofauti lakini familia moja iliyounganishwa kwa upendo. Namba saba. Hitimisho: imani katika fumbo la utatu. Utatu Mtakatifu ni kiini cha imani ya Kikristo si mafundisho ya kimaandishi tu bali ni wito wa kuishi katika upendo, ushirika na umoja kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walivyo. Kanisa linatufundisha kuwa kupitia Yesu Kristo tunapokea upendo wa Baba na kupitia Roho Mtakatifu tunahifadhiwa katika ushirika wa Mungu siku zote, maana unafili neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi wote, Wakorintho wa 2:13-14. Usisahau kusubscribe channel yetu ya I am Catholic Tanzania, Kulike na kuweka ujumbe. Ungetamani kujifunza nini au kupata msaada gani? Tafadhali tuandikie hapa chini kwenye comment, na Mungu akubariki sana.